Alisoma ripoti ya viongozi wa mataifa ya Kiarabu wanakutana mjini Cairo, Misri hii leo, ajenda kuu ikiwa kujadili mpango mbadala dhidi ya mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kwamba nchi yake itachukua udhibiti wa ukanda wa Gaza na kuwahamisha Wapalestina wanaoishi humo kwenda mataifa jirani ya Misri na Jordan. E, kwenye laini ya simu naye mchambuzi Abdul Fatah akiwa kule Tehran, lakini hapa studio pia nipo naye ili kuweza kujadili kwa kina mkutano huu. Lakini kwanza nianze na wewe Josephat Charo, labda unazungumziaje ajenda ya jumuia ya mataifa ya Kiarabu? Nadhani ni ajenda ambayo nia yake ni kujaribu kutafuta suluhisho mbadala, uh, kuhusiana na yale ambayo yanaendelea mashariki ya kati na hasa Gaza. Uh, na hasa mpango wa rais wa Marekani Donald Trump ambao aliutangaza kuhusu mustakabali wa Gaza. mm -hmm. Watakapokaa mjini Cairo, natumai kwamba ule mpango utakaowasilishwa na hasa hasa Misri ambao ndio mwenyeji uh, utakuwa unatoa mwelekeo mwingine mpya na kutafuta njia ambayo pengine inaweza ikausuluhisha mgogoro ule kwa njia ambayo ni tofauti na ile ambayo ilipendekezwa na Trump. mm -hmm. mm -hmm. Uh, Bwana Abdullah Fatah, mkutano wa leo ulitanguliwa na ule wa mawaziri wa mambo ya kigeni wa mataifa ya Kiarabu jana Kairo, uh, ambao ulikuwa umejikita katika kuandaa mpango wa kujenga upya ukanda wa Ghaza bila ya kuwahamisha wakazi wake. Je, unadhani viongozi wa jumuiya ya Kiarabu wanaweza kufanikisha kujenga upya eh, tofauti na mapendekezo ya Trump? uwezo wa viongozi wa nchi za Kiarabu kutekeleza mpango wa kujenga upya ukanda wa Gaza pasina kuwahamisha wakazi wa eneo hilo utategemea zaidi nini, itakuwa hatima ya haya makubaliano ya sasa kati ya Israel na Hamas ya kusimamisha vita na kubadilishana mateka na hatimaye kuhitimisha moja kwa moja vita hivi vya Gaza. Kwa sababu endapo hilo litafanikiwa, hii ndoto ya kuweza kutekeleza mpango huo inaweza ikatekelezeka, lakini kama ikiwa Israel itaendelea na azma yake iliyotangaza hapo awali kwamba haitakubali kusimamisha vita moja kwa moja kabla ya kuiangamiza Hamas na kuhakikisha kwamba hairudi tena Gaza Huenda hizi jitihada ambazo sasa viongozi wa nchi za Kiarabu mm -hmm. wanakusudia kuzitekeleza kwa ajili ya kubuni mpango wa kuijenga upya Gaza usiweze kufanikiwa e, katika swala la uh, kubadilishana ama, hili swala la makubaliano ya kusitisha mapigano limekuwa likitiliwa mashaka kama kuna uwezekano wa kuendelea, eh, hasa tangu rais Donald Trump alipoingia. Trump amekuja na uh, maswala ambayo anayabadilisha, eh, mtazamo ya kiongozi aliyetoka, namzungumzia Joe Je, kwa mtazamo wako Bwana Abdul Fatah, labda kuna athari zozote katika kuendelea kwa makubaliano haya, ama iwapo makubaliano yatasitishwa, basi bila shaka ndio mpango huu utavurugika na amani haitapatikana. Bila shaka yoyote ni kwamba ikiwa makubaliano yaliyokubaliwa ilikuwa ni kwamba kuanzia Machi mosi iingie awamu ya pili ya utekelezaji hayo, mm -hmm. ambayo, ya utekelezaji wa makubaliano hayo ambayo yana nukta ya msingi kabisa ya kwa kuhakikisha kwamba Israeli inaondoa askari wake katika ukanda wa Gaza. Na hilo ndilo jambo ambalo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekataa kata katakata kulitekeleza na kulazimisha ingawa anaposema yeye mwenyewe huo ni mpango umependekezwa na Marekani, uh -huh. kwamba Hamas ikubali kurefusha awamu ya kwanza ya makubaliano hayo kwa kuwa tayari kuachia mateka wengine kadhaa wa Israeli na maiti kadhaa za mateka wa Israeli. Na hilo ni jambo ambalo Hamas kwa upande wake nayo imelikataa kata katakata, kwa sababu inaamini kwamba hicho ndicho kitu pekee kinachoiwezesha kina kuweza angalau kuweza kufikia malengo yake katika makubaliano hayo, au kama ni karata yake ya turufu katika uh -huh. mazungumzo hayo ya ni ambapo kuachia mateka hao ni kwamba Israeli kwa urahisi itatekeleza mpango wake wa kuanzisha tena vita upya bila Hamas kuwa na kitu chochote cha kuweza kuisaidia katika makubaliano hayo, na hapo anavyosema kuna kizungu mkuti kwa mm -hmm. sababu anazungumzia swala la mateka na Marekani imewasilisha mpango ni mpya kabisa, unaitwa mpango wa uh, na Vitkov katika mpango wake uh, una zaidi Israeli na kuipendelea zaidi Israeli na na kuikaba koo zaidi Hamas, mm -hmm. na Hamas wanashinikizwa waukubali mpango huu ambao ikulu ya Marekani bado haijathibitisha thibiti kama kweli eh, umetoka huko Marekani, lakini mm -hmm. Israel imeushika mpango ule na inataka Hamas iukubali, na ikikubali tu wale mateka nusu waachiliwe na Hamas haitapata kitu, alafu baadaye kuanzishwe mazungumzo mm -hmm. ambayo nia yake ni ya kutafuta amani ya kudumu, lakini Hamas wanakuwa wamedhoofishwa chini ya mpango huo wa Vitkov na Israeli wamepata nguvu zaidi, na presha sasa hivi ni kubwa kwa Netanyahu nchini, hasa kutoka kwa vyama vya mrengo mkali wa kulia ambavyo vimo ndani ya serikali yake ambavyo vimesema wewe utaendelea kukaa madarakani na serikali haitaangushwa kama tutarudi vitani tena na kama Hamas itaangamizwa kabisa kabisa. Vinginevyo swala la mateka na swala la kuwa tunataka amani, basi serikali huenda ikaangushwa na uh, yule ambaye ni waziri wa fedha Bezalel Smotrich mm -hmm. ametishia kwamba anaweza akaiangusha serikali ya Netanyahu kama Netanyahu atakuwa anataka kutekeleza awamu ya pili ya makubaliano ya sasa yaliyopo, kwa hiyo Netanyahu anajikuta kwenye kibano, hawezi mm. kusonga mbele, ndipo sasa kuna mpango mpya ambao umekuja, mpango huu wa Vitkof ili kuweza kujaribu kutafuta mbali na mpango huo mpya ambao umetajwa uh, Israel kuna hiyo vuta ni kuvute, lakini pia katika viongozi wa jumuiya ya, ya Kiarabu Tunisia na Algeria e, vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kwamba marais Abdulmajid Tebune na rais Kais hawatahudhuria mkutano wa leo unaoendelea kule Misri. Yeah, labda uamuzi wao wa kutohudhuria umeibua maswali juu ya kiwango cha ushiriki wa viongozi wa Kiarabu na hasa katika eh, kuhakikisha kile wanachokitafuta kwa ajili ya ukanda wa Gaza na wa Palestina, kitaweza kufanikiwa. Taarifa haijabainisha kwa nini hawa hawahudhurie mkutano huo. Kunaweza kuwa kuna sababu za ndani, au wao wenyewe pengine wako katika hali ya kuwa hawawezi wakasafiri, wamekuwa watu wazima, pengine safari kwa, lakini, eh, ni ni ndefu. Lakini vyovyote vile ni kwamba hii ni ishara kwamba pia katika kambi ya viongozi wa Kiarabu inaonekana bado hakuja kuwa na msimamo wa pamoja mm -hmm. Kuhusiana na mstakabali wa Gaza na mpango uliopo kulijenga upya uh, eneo hilo, ni nani atakaye usimamia ukanda huu baadaye? Ni nani atakayekuwa akiongoza baadaye? Israel hawa wanataka uongozi wa Hamas upelekwe uhamishoni. Eh, haya ni mambo ambayo bado hata kwa upande wa viongozi wa, wa, wa Kiarabu hakuja kuwa na mwelekeo ambao wanaweza wakasema huu ndio mwelekeo wetu kwa pamoja, na tofauti zipo. mm -hmm. Manake kila kiongozi anakuwa ana maoni yake na mawazo yake kuhusu ukanda wa Gaza na hawajakubaliana bado. Nirudi tena uh, kwako kwa Abdul Fatah, suala la uh, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amenukuliwa akisema umefika wakati wa kuwapa wakazi wa Gaza chaguo halisi, ni wakati wa kuwapa uhuru wa kuondoka. Wewe kimtazamo wako, unaiona hii kauli kweli, Netanyahu anamaanisha na angetaka Wapalestina waweze kuondoka katika ukanda huo ama ikiwezekana wahakikishe kwamba huu mpango wa makubaliano unafikiwa na amani inapatikana kwa njia mwafaka. Msimamo wa waziri mkuu wa Israel ni wawazi kabisa na ni yani, serikali ya sasa ya Israel, kuanzia yeye mwenyewe na watu wanaounda serikali yake ya mseto, msimamo wao ni kuhakikisha kwamba Wapalestina wote wanahamishwa katika maeneo ya ukanda wa Ghaza, mm -hmm. na vile vile ukingo wa magharibi wa mto Jordan, kwa sababu hata hii leo waziri wa fedha Smotrich ameelekea Marekani, ambako katika mazungumzo ya huko inachotegemewa kwamba moja la msingi ni kujadili hilo suala la vipi eneo la ukingo wa magharibi lipo liporwe linyang'anywe linyakuliwe na Israel na kuunganishwa na ardhi nyingine za Israel. Na mpango huo tunajua, katika kipindi cha uongozi wa mwanzo wa rais Trump uh, binafsi alilidhinisha suala hilo. Kilichobaki sasa ni watu kuona kwamba je, kauli yake ya sasa au msimamo wake wa sasa mm -hmm. ni kuunganisha sehemu tu ya ukingo wa magharibi au eneo lote hilo li, li, li, lihodhiwe na Israeli. Kwa hivyo kwa upande wa Gaza mm -hmm. msimamo wa serikali ya waziri mkuu Netanyahu unajulikana wazi kwamba ni wa kutaka Wapalestina wote wa Gaza waondoke, na tusisahau kwamba hata Rais Trump alipoulizwa kwamba je, wewe unataka Gaza uichukue kwa ajili ya kulifanya kuwa eneo la kibiashara utapeleka askari wa Marekani katika ukanda wa Gaza, rais Trump alijibu kwamba hatotuma askari yoyote wa Marekani huko, mm -hmm. Atakabidhiwa Gaza baada ya vita na Israel. Hii inamaanisha kwamba mm -hmm. tayari ametoa baraka kwa Israel kutumia nguvu za kijeshi kuhakikisha kwamba inalichukua eneo lile kwa nguvu za kijeshi. Asante sana bwana Abdul Fattah, na tayari muda umeshakwisha. Tungependa kuendelea kujadili kwa kina mjadala huu lakini msikilizaji na mtazamaji endelea kufuatilia kupitia mitandao yetu jamii mada hii na nyinginezo tutaweza kuzijadili. Asante sana Joseph Charo, asante kwa kuweza kushiriki. Asante na msikilizaji, endelea kuwa nasi, usikilize makala tuliyokuandalia.